Hello, mambo vipi? Mimi naitwa minaitwa Seria Mvungi na hii ni Ayo TV Entertainment. Kama ni mfuatiliaji mzuri ama ni mpenzi wa Bongo Flava, basi utakuwa unafahamu ama ume notice jinsi gani ambavyo sasa hivi wasanii wa Tanzania wanajaribu kuvuka boundaries na kuvuka mipaka na kufanya collaborations na wasanii kutoka nje ya Tanzania. Well, na kama ni mpenzi wa muziki wa hip hop, basi na maana utakuwa unamfahamu namfahamu Joh Makini ambaye sasa hivi ameachia collab yake ya Perfect Combo aliyomshirikisha Miss Chidinma kutoka Nigeria. In the house oh, and the king himself ah, yeah ah. Okay. Wanasema kushi kwingi ni kuona mengi, chagua ili nishinda chaguzi nyingi. Kimsingi tulianza na msingi. And and the winner is me and you. Makini alikutana vipi, uh, na msingi? Wimbo umerekodiwa miaka miwili iliyopita nilirekodi Nairobi, wakati nilipokuwa kwenye Cox Studio Africa. Nani alitoa idea ya collaboration? Na sababu ya kufanya na Chidi nachidibaiilikuwa rahisi kwa sababu ni ndio alikuwa meti wangu kwa, kwa kwa studio hiyo, wakustudi kalikuana takriban wiki nzima wakati kutengeneza mashup za koakola Nairobi, na kama umeisikiliza ama umeiangalia collaboration ya Perfect Combo utagundua kwamba kuna baadhi ya mistari ambayo Miss Chidinma ameimba kwa Kiswahili. This is my song, bro. Ilimchukua muda gani yeye, yeye Chidinma kukariri yale mashairi ya Kiswahili? Ana kichwa kichwa chepesi sana, she is very talented. Yani haikumchukua hata zaidi ya dakika like, 20 saa kusoma, kwa sababu, kusoma kwa sababu kusoma Kiswahili hawezi kwa awezi u namwimbia lakini mingi like, miti jivua mara mbili mara tatu tukashashika kaimba This is Joh Makini on exclusive interview kwenye Ayo TV. Msikilizeni. Unajua sababu ya mimi kwanza kuita ile ngoma perfect combo ni kwamba kila kitu kilikuwa kinaenda smooth. Yaani, hakukua ya na ugumu wowote kwa sababu chemistry ilikuwa 100%. Yeah, kwa hiyo that's why nikaita ngoma perfect combo kwamba niliona hii perfect, hii combination hi ni perfect kwa sababu kila kitu kinaenda sawa, hakukua na kitu chochote ambacho kileta ugumu na, na Like four hours. Well, kwa story nyingine na kali kama hizi, basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Snapchat, tuko Periscope. Ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Asteria Mvungu. Asante.